Hayo yamebainishwa na mwakilishi wa mkuu wa polisi wilaya ya Tanga SP Kenneth Muhango kwenye uzinduzi wa mradi wa kijana Togora uliofadhiliwa na taasisi isiyo ya kiserikali ya Afya Cheki uliofanyika Jumamosi, Septemba ishirini na saba elfu mbili na ishirini na tano jijini Tanga na kueleza kuwa bado changamoto ya matumizi ya dawa ya kulevya jijini humo ipo. Sisi jeshi la polisi kuhusu matumizi ya dawa za kulevya tuna mradi unaitwa Mngolika, tunapita kwenye mashule mbalimbali mbali, kwa ajili ya kutoa elimu. Maana hii Tanga yetu vijana wengi wameathirika na dawa za kulevya. Madhara ya dawa za kulevya yanaeleweka na yanaharibu kabisa kizazi chetu. Mshauri wa taasisi ya Botnar, Dk Hassan Mshinda amesema mradi huo wa Kijana Togora wameuleta wilaya ya Tanga baada ya kufanya utafiti na kugundua lipo tatizo la matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana, mimba za utotoni na afya ya akili. Kwa nini tumefanya huu mradi? Katika utafiti wetu tuliofanya kwenye awamu ya kwanza tuli, tuli, ambao ulijikita zaidi kwa vijana waliokuwa kwenye shule na, na ambao wako mitaani tukaona kuna matatizo mbalimbali mengine mbali ni makubwa na ya kutisha. Miongoni mwa hayo matatizo, tukaona kuna tatizo za tatizo la mimba za mapema, tukaona kuna tatizo kubwa sana la watu kutumia madawa ya kulevya, na hii inaendelea hususan kwa vijana kwamba Tanga nafikiri ni kama sio ya kwanza ya pili kwa, kwa matumizi ya madawa haya ya kulevya. Lakini kitatu kingine kabisa ambalo ni muhimu ni swala la afya ya akili. Tumeona afya ya akili ni jambo ambalo lime lenyewe linatokana pia na matatizo mbalimbali, mojawapo ni matumizi ya, ya haya ya madawa ya kulevya kwa hivyo tukaona tuna haja ya kuja na mradi huu wa Togora ili kuweza kuona kama ili tuweze kusahihisha au kuweza kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko chanya. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, muasisi wa taasisi hiyo ya Afya Check, Dr. Isaac Maro, amesema mradi huo unakwenda kutekelezwa kwenye kata 27 za jiji la Tanga. Kijana Togora ni nini? Kama nilivyosema ni mradi mahususi kabisa ambao unawalenga vijana ambao wanapatikana kwenye shule na mitaa iliyopo katika wilaya yetu ya Tanga mjini. Kwa hiyo kama mnavyofahamu Tanga mjini kuna kata ishirini na saba. Kwa hiyo mradi huu unaenda kufika kata zote ishirini na saba na unaenda kukutana na vijana wote wa kata ishirini na ngapi, ishirini na saba mliokuwa shule na mliokuwa nje ya shule. Na tunawafikiaje sasa? Tunawafikia kwa njia kuu tatu, ambazo ni programs tatu thabiti kabisa, ambazo hizi ninaenda kuzitaja. Tuna project ya kwanza au tuna mpango wa kwanza au tuna approach ya kwanza, ambayo hii ni approach ambayo tumeipa jina kijiwe mwendo, kijiwe mwendo. Ni, mpaka ni mkakati ambao utahakikisha timu ya wataalamu wa afya kutoka Afya Check inamfikia kila kijana aliyekuwa kwenye kila kijiwe kutoka hapa mkoani Tanga. Rajab Athmani, Mwananchi Digital.